Wakazi wa kitongoji cha Vicheji kata ya Lukumbi wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani wameiomba serikali kuingilia kati ili wanusuru na matukio ya uhalifu yanayotokea mara kwa mara katika msitu uliotelekezwa tangu mwaka elfu mbili na tisa wenye ukubwa wa ekari sabini. Wakazi hao wamedai kuwa msitu huo umekuwepo mahali hapo kwa zaidi ya miaka ishirini umekuwa maficho ya wahalifu na uwanja wa matukio kama ya ubakaji pamoja na utekwaji kwa vijana wanaoendesha bodaboda. Hawa ni baadhi ya wakazi wa Vicheji wameamua kuingia katika pori hilo kwa lengo la kugawa ili kujinusuru na adha wanazopata kila uchao. Wakizungumza na Star TV wamedai wamechoshwa na vitendo hivyo na kwamba ili kumaliza tatizo hilo wamefikia mwafaka wa kugawa hatua ishirini kwa ishirini kwa, ishirini kwa lengo la kuweka makazi yao ya kudumu. Kama serikali inatuona inatuona tunavyohangaika tu kama hivi tulivyo, itupe mwongozo ili tujenge vibanda hata kama vya udongo ni tukae. Kuna watoto huku wanavunjavunja vikuni bwawani huku, katokea tena uchi kama alivyozaliwa, watoto wamekimbia wameenda kusema juu kule, wamekuja watu, wamemsaka, wamemkuta, wamemchukua, wamempeleka kwa mjumbe. Tugawana eneo kwa kutokana na uhalifu ambayo unayoweza kufanyika ndani ya eneo hili, uhalifu mkubwa sana. Hadi sasa hivi tumeamua, wananchi wenyewe, tugawane maeneo, pawe pasafi na tu, na tuweke, tujenge mradi, tuanze maisha. Mimi mwenyewe nilipata kutafuta kuni kule, nikateremka bondeni huko, mume wangu alikuwa huko juu, nikamwona mtu kule mbio ananifuata, kabidi mimi nipige kelele kwa mume wangu, kuna mtu ananifuata. Yule mtu kumwona mwanamume akarudi nyuma naye mwenyekiti wa serikali ya mtaa ya Vicheji Ramadhani Lugome anayetuhumiwa kutotoa msaada wa kueleweka amedai kuwa pori hilo lina mmiliki anayedai anaishi mkoani Mwanza. Kweli tulikuta watu wengi wako pale, wakasema kwamba shamba hili wameamua kulichukua kwa sababu uvamizi umetokea, unatokea mara kwa mara, lakini mimi kama mwenyekiti, taarifa za uvamizi sina. Nijabu jambo kuwauliza, mesema mmevamiwa mara kadhaa sema kwa watu wale walibakwa ni nikataka ushahidi kutoka kwa mwenyekiti wao kule wa kule Tuangoma, sababu walio kule wengi ni watu kutoka Tuangoma, sio huko. Ushahidi wao nikaukosa nikamuza mkuu wa kituo, kuna taarifa yote labda mtu amebakwa au ameuawa katika maeneo haya, taarifa hiyo haipo. Wakadai kwamba ile eneo limekuwa muda mrefu, na wao wameamua kuchukua ile eneo kwa sababu watu wanakabwa, lakini pia swala kukabwa kama kwangu mimi, sina taarifa kuhusu madai ya ubakaji na uhalifu unaoendelea kwenye eneo hilo, mwenyekiti huyo amekanusha kuwepo kwa matukio hayo.